Katika hosia ndo sehemu pekee mtu unaweza ukaandika ni nani ungependa arithi mali zako, kwa sababu kisheria sisi tunatambua kwamba warithi halali, mm. wa mm. mm. yani, warithi halali wa mali za marehemu, kwanza namba moja ni mke, na hiyo ni kutokana na uzito wake, yaani mke ana asilimia zake pale yeye kama mke. Lakini pili tunaowatambua ambao ni warithi halali wa mali za marehemu ni watoto wa marehemu haijalishi kama ni wandani ya ndoa mm. au nje ya ndoa wote ni watoto kikubwa iwe tu ni, ni, wat, ni watumbo wake yeye mm. kwamba amewazaa yeye na aliwatambua akiwa yuko hai basi hao wana haki ya kurithi mali mm. lakini watatu ni wazazi waliomzaa huyo marehemu na, na wenyewe wana haki kabisa ya kurithi mali tofauti na hapo sisi kisheria hatuwatambui kwa hiyo kama wewe unataka mtu mwingine labda ulikuwa na rafiki yako kindaki kindaki mm. ambaye alikuwa anatamani siku ukifa achukue hata heka mbili za shamba lako lile kubwa lile la, la Uvinza huko labda. No. Basi sehemu sahihi ya kumwandika yeye kama mrithi mm. ni kwenye wasia. No. Yeah. Kwamba unatamani siku ukifa basi bwana John na yeye pia apate sehemu ya mali yako. Mm. Unaandika pale, unaiweka vizuri basi ukifa sisi tunajua ha, kumbe bwana John naye alipewa sehemu ya mali yako. No. Kwa hiyo ndio sehemu pekee. Mtu wa nje, ambayo mtu wa nje ambaye sio wale watatu lio watamka mwanzo anaweza naye akapata sehemu ya urithi. No. Hayo ndiyo mambo manne ambayo yanaweza